Ikumbuke kwamba waziri wa sheria wa DRC ni mtu ambaye hivi karibuni amekuwa akiaminiwa sana na rais wa nchi hiyo ya kidemokrasia ya Kongo DRC, bwana Felix Tshisekedi, lakini mambo yamegeuka, ambapo mwanasheria mkuu wa mahakama ya juu Firmin Mvonde siku ya Jumapili Juni tisa aliliomba bunge kumshitaki waziri huyo wa sheria wa Kongo Konstantini Mutamba. Mnamo Mei 29, wabunge walikubali kufunguliwa kwa uchunguzi dhidi ya waziri wa sheria anayeshukiwa kwa ubadhirifu katika kutoa kandarasi ya kibinafsi ya ujenzi wa gereza huko Kisangani kaskazini mashariki mwa DRC. Siku ya Jumatatu katika kikao cha mashauriano mwandishi wa bunge la DRC Jakis Dijori aliwasilisha kwa wabunge matokeo ya awali ya uchunguzi wa mwanasheria mkuu Firmin Mbonde. Kulingana na ripoti hiyo, ushahidi wa bwana Constantine Mutamba haukutoa ushahidi wa kukanusha mashtaka yaliyowasilishwa hapo awali. Kinyume kabisa, ripoti hiyo inabainisha maelezo ya waziri wa sheria yalifafanua zaidi mambo ya hakika dhidi yake na nia ya yake ya wazi ya kutumia vibaya fedha za umma. Kiini cha tuhuma hizo ni kampuni iliyokuwa imepewa kandarasi Zion Construction Sword, ambayo dola milioni kumi na tisa zililipwa katika akaunti ya benki iliyoundwa siku moja kabla ya shughuli hiyo. Pesa hizi hazikutoka kwa hazina ya umma, lakini kutoka kwa hazina ya fidia kwa waasiriwa wa, wa shughuli haramu za Uganda nchini DRC, FRIVAO, shirika lililo chini ya usimamizi wa Wizara ya Sheria. Kulingana na ripoti hiyo, watu walioorodheshwa katika nakala za ushirika wa kampuni hawawezi kupatikana na notisi zinazohitajika zimetolewa dhidi yao. Hata hivyo, uchunguzi wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma unaonyesha kuwa hakuna eneo lililotambuliwa Kisangani kwa ajili ya ujenzi wa gereza, hivyo kutilia shaka tuhuma za mwanasheria mkuu wa serikali. Kulingana na jaji Zion Constructions Sal ni kampuni iliyoanzishwa kwa lengo la kuelekeza fedha za umma zilizokusudiwa kulipa uharibifu uliosababishwa na Uganda nchini DRC. Privao iliundwa mnamo mwezi Aprili 2023 na Rais wa Jamhuri ili kulipa fidia waasiliwa wa vita vya siku sita vilivyotokea mnamo mwaka elfu mbili katika kile kilichoitwa mkoa wa Orientare hadi mwaka elfu mbili na kumi na tano na ambao sasa unalingana na mikoa ya Basi Uwere Aunt Uwere Ituri na Tishopo. Kama ukumbusho, kuanzia Juni tano hadi kumi mwaka elfu mbili majeshi ya Rwanda na Uganda yalipigana huko Kisangani, jiji lenye wakazi karibu milioni moja nukta tano lililo kaskazini mashariki mwa DRC. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, zaidi ya raia 700 waliuawa huko wakati wa siku hizi sita na zaidi ya nyumba 400 ziharibiwa wakati wa mapigano hayo. Hii ni taarifa iliyoandikwa na RFI ikisema kwamba wabunge wameombwa kutoa idhini kumfungulia mashtaka waziri wa sheria kwa tuhuma za ubadhirifu. Na ikumbukwe waziri Konstantini Mutamba amekuwa akiaminiwa sana na rais wa nchi ya DRC, Felix Tshisekedi hivi karibuni. Lakini mambo ndio kama hayo ambayo kwa sasa anashitakiwa kwa. Wengine wanaweza kusema kwamba mambo ni moto DRC bila moshi. Karibu kwa maoni yako.